Nafisa mifugo tunasema ni daktari wa mifugo. Leo tupo kwenye zoezi zima la utoaji wa chanjo kwa kuku. Leo tunaenda kutoa chanjo ya fowl pox vaccine ambayo inajulikana kama ndui. Chanjo hii ni nzuri sana kutoa kwa kuku, maana inazuia magonjwa ya ndui ambayo hupenda kutokea sana Endapo hujaweza kutoa chanjo hii, vifo ni inakuwa ni vingi sana, tunasema ni high mortality rate inakuwa ni 100% no. Chanjo hii ni bora sana kutoa hasa kwa kuku wanapofikisha wiki sita. Kwa nini tunatoa kuku wamefikisha wiki sita? Target yetu tunaangalia bawa linakuwa limeshaota na no, tunatumia kuchoma kwenye eneo la bawa kama ifuatavyo. Tutaenda kwanza zoezi yetu zima